Hello, habari za leo, karibu tena katika chaneli yetu Sambo Clinic, naitwa Dr. Jimmy ana, leo tutaongelea kuhisi, uh, kichefuchefu wakati ukiwa kwenye safari, unapopanda gari, unapopanda basi, wengi wamekuwa na changamoto ya kichefuchefu, na kuta mtu anasafiri, anateseka, anasafiri bila kuifurahia safari, anakuwa uh, nawaza inakuwaje, aweze uh, uh, kufika. Sasa hapa nitakuelezea kitaalamu sababu ambazo zinapelekea uh, hiyo changamoto ya kichefuchefu wakati unasafiri, lakini pia tiba na namna ya kuondokana na changamoto hiyo. Kama ni mara ya kwanza kufuatilia chaneli yetu, basi usisahau kusubscribe na comment ah, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Kwa hiyo kama huko hapa, kama una ndugu yako na rafiki yako akiwa anasafiri huwa anapata changamoto kubwa, basi ni muda sahihi wa kuweza kumfuadia au kushare naye uh, kushare naye video hii, ili aweze kujifunza Uh, zaidi na kupata elimu na kufahamu nini anachotakiwa kufanya akiwa safarini. Kitu ambacho kinasababisha moja kwa moja kichefuchefu wakati unasafiri ni ukinzani wa ujumbe au taarifa, ambao ubongo huwa inapokea, inapokea ujumbe tofauti kutoka kwenye macho lakini pia kwenye masikio ya ndani. Ni kwamba kinachotokea kwenye hisia ni kwamba, uh, ubongo unapokea taarifa kwamba macho yapo ndani ya gari, huku gari ikiwa imesogea, lakini pia hapo hapo masikio Yanasikia, masikio ya ndani yanasikia amtikisiko. um, sasa huwa inafanya ule ubongo uweze kupata taarifa ambazo zinakuwa zinachanganya taarifa ambazo zina mchanganyiko huwa inasababisha moja kwa moja kichefuchefu. Ndio maana sababu ya kwanza huwa tunasema ni hisia hisia, kwa sababu ubongo wetu unafanya kazi kwa kuzisikia hii mifumo ya fahamu ilivyo ilivyo mitano. Kwa hiyo kitokea taarifa zikachanganyikana ni hatari kwa afya yako, inaweza kusababisha kichefuchefu mrefu Lakini sababu namba mbili watu nasema ni harufu kali. Wengi au akipata harufu kali, wao wanapata shida, na inatokana na nini? Kuna wale wenzangu na mimi ambao wana changamoto ya allergy, wanapata changamoto aa, kubwa sana. Kama una allergy ya jasho na allergy ya moshi, una allergy ya, ya AC na pengine kwenye AC wao wanaongeza manukato, hii inapelekea kichefuchefu kwenye ubongo. Lakini pia njaa au kushiba sana, watu tumekuwa tukiwaambia kwamba ukiwa unasafiri basi kula kula kwa wastani. Wengi sasa wanakula na pengine wengi wanakula hata vyakula ambavyo hawajawahi kuvila kabisa, hawajawahi kuviona kabisa. Sasa tumbo lako kujaa au kuatupu muda mrefu, huwa inaweza ikapelekea hatari kubwa ya kupata kichefuchefu wakati unasafiri. Kuchoka, stress na pengine usingizi, hiyo yote pia ni chanzo kimojawapo kinachokupelekea kuweza uh, kupata uh, kupata kichefuchefu lakini pia kusoma wakati gari inatembea. Mnaosoma eh, mnakuwa na a uh, document zenu, wengine wanakuwa na Biblia, lakini pia wengine wanavyoangalia kwenye simu. Kumbuka macho yanakuwa yana focus na macho huwa yana focus kwenye kitu ambacho kisicho tikisika. Kumbuka yale maandishi pia ni madogo, lakini pia uh, macho yenyewe yana focus kwenye kitu kisicho tikisika, lakini mwili wako unatikisika, gari inakuwa inatembea, unatikisika. Hii huwa inaongeza hatari kubwa ya kuwa na kichefuchefu. Ndio maana watu nawaambia kwamba ukiwa na safari pengine kama sio muhimu sana basi usifocus sehemu moja hivi. Ukifocus sehemu moja ni hatari kwa afya yako. Lakini pia hapo, tumeshaongelea baadhi ya sababu ambazo zinaweza kukupelekea kichefuchefu. Utatuambia hapo wewe, ikitokea nini ndo huwa unahisi kichefuchefu. Hapo tutaangalia vitu gani unatakiwa kuvifanya ukiwa unatokea uh, nyumbani, uh, ukiwa kwenye gari, vitakavyokusaidia kukulinda na changamoto hiyo. Cha kwanza ni tangawizi. Tangawizi ni njia mojawapo bora ambayo inapunguza kichefuchefu kwa sababu huwa inatuliza tumbo na, na, na, tumbo na pengine inakata kichefuchefu. Unavyotakiwa kutumia, unaweza ukatumia chai yake au ukawa na kipande chake ukawa unatakuna, au ukawa unamung'unya. Ni tiba moja nzuri ambayo imesaidia watu wengi. Kuna ndimu, eh, ndimu, eh, ndimu, wengine wanasema ni limao yenyewe. Unaweza ukaikamlia kwenye maji unayokunywa au ukainusa ni nzuri sana, inakuwa na matokeo mazuri sana kwa wengi walioitumia, wamepata msaada. Mdarasini, mdarasini huwa na venyewe unafanya tumbo lako iweze kuwa tulivu. Yenyewe unaweza ukawa kwenye mfumo wa unga ukaweka kwenye maji ya uvuguvugu ukaweza kutumia, lakini pia ulimbo wa karafuu. Karafuu ni nzuri sana, hii sitaielezea kwa sababu wengi wanaitumia na imewapa uh, matokeo. Lakini pia uh, papmint ambayo tunasema ni mnana. Hmm? Wengi wanasema, uh, ni majani ya mnana. Nadhani kitu kama hicho eh? Mnana ni mzuri sana wao, unasaidia kuweza kuondokana na changamoto ya kichefuchefu. Na mwisho ni maji ya uvuguvugu, maji ya uvuguvugu huwa uh, yanaleta utulivu tumboni. Kwa hiyo utulivu kisha basi huenda kichefuchefu usiweze kukisikia. Sasa tuambie hapo, wewe ukiwa na safiri ni kitu gani ambacho ukitumia au kinakata kinakata kabisa, a, hiyo, kinakata kabisa hiyo hali ya kuhisi kichefuchefu. Share na sisi hapo kwenye comments na wengine waendelee kujifunza zaidi. Unachotakiwa kufanya ni vitu gani sasa ambavyo unaweza ukafanya kiurahisi kabisa. Cha kwanza, ka mbele, ka mbele kabisa kwenye gari au ka dirishani, itakusaidia kuondokana changamoto hiyo lakini namba mbili, tazama mbele zaidi, focus mbele, usiangalie chini. Ukiangalia chini utahisi kama gari haitembei, kwa hiyo ukiangalia hivi utahisi, utaona kama gari inatembea mara zote, inaweza kaleta mkanganyiko kwenye ubongo wako. Namba tatu, usisome simu au kitabu wakati unatembea. Kumbuka ukiwa unasoma, macho yana focus kwenye kitu kisichotikisika, lakini mwili wenyewe unatikisika. Sasa hii pia inaleta uh, misinformation kwenye ubongo, lakini pia tunasema uh, ni harufu kali eh? harufu kali na manukato kama wewe mwenyewe au ukiwa kwenye gari. Sasa hii ni ngumu, kwa sababu utakuta gari imeshaandaliwa, hiyo sio gari yako, basi ni changamoto. Kula chakula kizito kabla ya safari, usile kabisa chakula kizito, na usile chakula ambacho hujakizoea, yaani hujawahi kukitumia. Sasa wengine tukiwa tunasafiri huwa tunapenda kujaribu pia na vyakula ambavyo huenda tulipokuwa hayavipatikani. Sasa hiyo ni hatari kwa afya yako. Chakula kizito, wanga mzito, usitumie. Fungua dirisha, ili upate hewa safi. Ile hewa inayotoka nje ni a, ni nzuri zaidi. Ndio maana tumekuwa tukiwaambia ni kwamba kuna hatari kubwa kwa wale ambao mnatembea na AC mda wote. Yani kama unatembea na AC mda wote kwenye gari ni changamoto kubwa sana. Kumbuka ile ni, ni hewa ambayo ni kama vile imetengenezwa, sio hewa halisi. Kwa hiyo usipendelee sana, hata kama una gari yako. Lakini pia mwisho, fanya pumzi ndefu polepole pole. Pumzi ndefu wengi wanajua, unapumua una unakaa, baadhi unakaa kama sekunde kadhaa, unatoa hewa. Hiyo ni njia mojawapo wapo nzuri imewasaidia wengi kuondokana na moto hiyo. Kama ni mara ya kwanza kupatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na ukomenti uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu akubariki.